Digging, digging, digging and and Ukraine imekubali kutia saini mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi na utawala wa Rais Donald Trump utakaowezesha Marekani kunufaika na madini adimu kutoka Ukraine kwa masharti ya kuanzisha mfuko wa uwekezaji nchini humo. Mataifa haya mawili yamekuwa yakijaribu kufikia makubaliano kuhusu rasilimali hizo za asili tangu Rais wa Marekani, Donald Trump alipoingia tena madarakani Januari ishirini elfu mbili na ishirini na tano. Makubaliano haya yamefikiwa baada ya wiki kadhaa za mazungumzo makali kati ya Rais wa Marekani, Donald Trump na Volodymyr Zelensky wa Ukraine ambayo mara kadhaa walizua mvutano na kusababisha kusitishwa kwa muda kwa msaada wa Marekani kwa Ukraine. Akizungumza Jumatano katika mahojiano na News Nation, Trump amesema kuwa amemwambia rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky walipokutana mwishoni mwa wiki kando ya mazishi ya Papa Francis kwamba nukuu, jambo jema sana kama atatia saini mkataba huo kwa sababu Russia ni nchi kubwa zaidi na yenye nguvu zaidi, amesema Ukraine kuhusiana na makubaliano hayo. Trump amesema kuwa amefanyikisha mkataba huo ili kulinda mchango wa taifa hilo katika vita ya Russia na Ukraine iliyoanza Februari 2022. Nukuu. Tulitia saini mkataba huo leo ambao tunapata, tunajua, zaidi kwa nadharia, kuliko ile dola bilioni 350, lakini nilitaka kulindwa. Sikutaka kuwa nje ya pale nikionekana mjinga. Mwisho wa nukuu. Trump ameiambia News Nation kuwa mchango halisi ambao Marekani umeutoa kwa Ukraine ni karibu dola bilioni mia moja ishirini na tatu tangu Russia walipovamia Ukraine Februari elfu mbili na ishirini na mbili. Kwa upande wake, Wizara ya Hazina ya Marekani Jumatano imetangaza kuwa nchi zote mbili zimetia saini makubaliano hayo kama alivyosema Rais Donald Trump. Nukuu. Marekani imejitolea kusaidia kumaliza vita hivi vya kikatili na visivyo na maana alisema Waziri wa Hazina Scott Bessent katika taarifa yake. Mkataba huo ni ishara ya wazi kwa Russia kwamba, serikali ya Trump imejitolea mchakato wa amani unaotegemea Ukraine huru, yenye mamlaka kamili na ustawi wa muda mrefu, alisema Bessent. Na kuwa wazi, hakuna taifa wala mtu yoyote aliyefadhili au kusambaza vifaa vya jeshi la kivita la Russia atakayeruhusiwa kunufaika na ujenzi mpya wa Ukraine. Mwisho nuku. wa nukuu. Waziri mpya wa Ukraine Yulia Sviridenko alikuwa Washington kutia saini kwa niaba ya serikali ya Ukraine. Miongoni mwa masharti ya mkataba huo ni kwamba, nukuu, umiliki na udhibiti unabaki kuwa wa Ukraine, mwisho nuku. wa nukuu. Ameendelea kwa kusema kuwa rasilimali zote katika ardhi yetu na maji ya ukanda wa Ukraini ni mali ya Ukraine, inayotengua ni nini na wapi kuchimba mali ardhini bado ni mali ya Ukraine, jambo linaloainishwa waziwazi katika mkataba huo, mwisho wa nukuu. Kutia saini kulitokea saa chache baada ya mvutano wa dakika za mwisho kuhusu hati zipi zitiwe saini Jumatano, jambo lililotishia kuharibu mkataba huo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitarajiwa kutia saini mkataba huo alipokuwa Washington mwezi Februari, lakini mkataba huo haukutiwa saini baada ya ziara hiyo kukatizwa ghafla kufuatia kikao kigumu katika ofisi ya Oval. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali. shown no signs of slowing down, remains to be seen. Rosie Barnett ITV News.